Hello wapendwa, hope mkopoa tunakwenda kujifunza jinsi ya kukata na kushona gauni yetu hii ambayo mko mnaiona hapa. Kwa juu itakuwa ni twisted lakini kwa chini ni kawaida na hichi ndio kitambaa chetu ambacho kitakuwa juu kile ua, kita kwa kwa kita kita kita cha maua kitakuwa ni kwa ajili ya chini. Tutakwenda ndio kitambaa changu kama ifuatavyo, sehemu ambayo inakuwa upana wa nguo yako. Kwa hiyo mimi nitakwenda kukunywa mara nne kitambaa changu hapa kwa ajili ya kutoa kipande cha mbele na kipande cha nyuma. Kwa hiyo nitakwenda kukunja kama ifuatavyo. Hakikisha sehemu pana ya nguo yako, uh, unapata vipimo vilivyo sahihi. Kwa mfano hapa sehemu yetu pana ni hips ambayo ni thelathini na nane kone kumi na tisa na nusu tutaongeza na nchi zingine kama tano hivi za balance, tano tu sita za balance mm-hmm. Baada ya hapo tutahakikisha urefu kama unatosha, ambapo mpaka chini natakiwa ishirini na nne mpaka ishirini na tano kwa hiyo pia hata hapa nitakwenda uh, kukunja mara nne na mara baada ya hapo nitakwenda kuchora mstali ambapo nitachukulia vipimo vyangu, ambapo vipimo vyangu nitavichukulia hapa. Nitakwenda kupima shingo ambapo nitatengeneza shingo yenye upana wa nchi tatu na nusu hapa, lakini pia nitashusha nchi tatu kwa ajili ya shingo ya nyuma. Baada ya hapo nitapima um, kama nchi tano na nusu kwa ajili ya shingo ya mbele ambayo itakuwa ni V. V hata ikiwa ndefu haina ubaya, kwa sababu inapita katikati ya maziwa, kwa hiyo mtu hawezi kubaki uchi. Hapa imegota kwenye inchi saba. Sawa. Baada ya hapo, ikumbukwe, huku nitakuja, nitapachanisha, kwa hiyo hiyo nitaingia ntaingia nusu inchi, kwa hiyo hiyo nusu inchi lazima pia niweke hapa, ili niweze kubalance kutoka huku hadi hapa. Mm-hmm. Na baada ya hapo nitapima hafi yangu ambayo ni kumi na sita. Kumi na sita iko hapa, lakini nitaongeza nchi uh, moja kushonea, itakuwa kwenye kumi na saba. Baada ya hapo nitapima urefu wa hafi ya pili ambayo ipo mpaka sehemu ya hipsi ni kwenye ishirini na tatu. Nitaongeza na moja na nusu kushonea, itakuwa kwenye ishirini na nne na nusu hapa Ishirini na nne na <coughs> nusu baada <coughs> ya hapo nitapima bega. Bega ni saba na nusu, na nusu ya kushonea itakuwa nane hapa. Tutashusha nusu nchi hapa, tutaunganisha kuja sehemu ya shingo namna hiyo. Tutashusha kwa pa yetu ambapo tutatengeneza fapa yenye saba na nusu hapa, kisha tutapima nane ya bega Iko maeneo haya tutaunganisha. Tutapima kifua ni nane na nusu nchi moja ya kushonea, nchi mbili nchi moja na nusu ya kushonea itakuwa kwenye kumi Tutapima tumbo ni saba tumbo ni saba Hapa moja na nusu ya kushonea itakuwa kwenye nane na nusu Hapa tutapima hipse ni tisa na nusu tisa na robo tatu so so, paka tisa na robo tatu, lakini tutaongeza moja na nusu ya kutua ni itakuwa mwenye mbaya. Kisha tutaunganisha kutoka kwenye kiti kuja sehemu ya tumbo, kutoka kwenye tumbo kuja sehemu mm, ya kifua. Ikumbukwe hii itakuwa ina vi, kwa hiyo vi utaitengeneza, utachukua kama nchi mbili kutoka sehemu ya tumbo nchi mbili ama nchi tatu kwa sababu kuna kushonea. Kwa hiyo nitakuja mpaka kwenye tatu na nusu hapa, yani itakuwa kwenye ishirini ishirini, iko hapa. Kwa hiyo utatengeneza kama utatengeneza vile na usimama kama utaitengeneza vipi? Sawa, ioteoutakaboni naa amakunatakatia hapa, kwa hiyo mpaka hapa itakwenda kukata kama ifuatavyo. Lakini huku sijatengeneza kwapa ya kwapa ya nyuma na hii ni kwapa ya mbele. <coughs> Ake hii hapa, ikumbukwa ni sehemu ya kumza na huku ni sehemu ya zipu. Namna hii tafanya hivi kwanza, kwa ajili ya kutengeneza shingo. Kipande cha mbele nilisema huku nitapachanisha namna hii.

da hapa, hii sehemu tutaingia kama nusu nchi. Sorry, tunaingilia hapa, pole, tunaingilia hapa kama nusu nchi kwa ajili ya kusheku uh, sehemu ya mgongo kusi kusi, yani wakati keka zipu usitunetune n tune, paingia vizuri Namna hii payaini sehemu ya mgongo, hata tusipoikata lakini kia hapa tapenda kupachanisha baada yes, ya kupachanisha hii sehemu, nitabaki na vipande vyangu vya mbele ambavyo ni hivi hapa. Utaangalia mwenyewe unataka utwist nchi ngapi? mm-hmm. Kwa mfano hapa ikumbuke, tunapokwenda kukata kutakuwa kuna nchi za kushonea. Kwa hiyo unapokwenda kupunguza, ulikumbuke hilo. Mimi nitakwenda kutwist na nchi mbili. Yes, nitakwenda kutwist kwa nchi mbili na nusu kwa hiyo nitapunguza kwenye nchi mbili, ile nusu nitaiacha kwa ajili ya kushonea Alafu hizo nchi mbili na nusu nilizozikata nitakuja nizitafute nchi mbili. Ngoja nisawazishe. Kumbukwe hapa sasa, inatakiwa iwe nchi tatu kwa ajili ya kushona huko na kushona chini, ili ipate kwenda sawa. Lakini kumbuka tushaongeza nchi kweli za kushonea, kwa sababu hii tunataka iwe mbili na nusu, kwa tutaikata iwe

Namna hia namna hii pia. Kwa hiyo hii tutapachika hapa, tutafunga hapa. Tumemaliza kukata haketi ya juu na ya pili, sababu ziko mbili. Baada ya hapo, tutakwenda kukata kipande chote cha chini, ambapo sasa hapa, hapa tunapaswa tujue upana wa hapa upana utakuwa ni ngapi? Lazima hapa tuna kumi na mbili, kumi na mbili mara mbili ni ishirini na nne ishirini na nne mara mbili ni arobaini na nane Kwa hiyo tagaa tuna pana wa arobaini na nane lakini pia kumbuka urefu mzima walomisi ni hamsini na tano Kwa hiyo kama ni hamsini na tano, Tatoa hapo ambayo ni kumi na sita tabakiwa na thelathini na tisa. Kwa hiyo kipande cha chini kinatakiwa kiwe kina urefu wa thelathini na tisa. No, tukumbuke kwenye hii kumi na sita kuna nchi tatu zingine tulizoongeza pale pembeni. Sawa? Kwa hiyo hizo tulizoziongeza tabakiwa na thelathini na sita badala ya thelathini na tisa. Tuchukue kwa ajili ya kipande cha chini a tisa sio tu thelathini na tisa, lakini upana ni arobaini na nne. Kumbukwa hii ni marinda, inatakiwa iwe double ama triple. Kwa hiyo yani mara mbili au mara tatu kwa arobaini na nne mara mbili ni themanini na nane. Kwa hiyo pana upana unatakiwa uanzie themanini na nane ama uzidi kama unataka imwage sana. Kwa hiyo hapa tukiangalia, tuna upana wa ah, ni upana mkubwa tulionao, tuna upana wa arobaini na nane ambao ni sawa sawa na tisini na sita. Sawa. Kwa hiyo kama ni tisini na sita, utakwenda kukunja hapa, ili imerahisishie kupima urefu kwa chini namna hii. Kwa hiyo baada ya hapa, nitakwenda kupima urefu ambao unatakiwa uwe thelathini na sita. Kwa hiyo nitaanzia hapa kupima, nitaendelea kushuka thelathini na sita iko hapa. Nitaongeza na nchi mbili za kushonia, itakuwa kwenye thelathini na nane. Kwa hiyo nitakwenda kukata kwa hiyo hiki kipande chetu cha chini, lakini pia hapa kimebaki kingine tutakwenda kukiunga ili tuweze kupata malinda mengi, ama tutakiacha tukitumie, tukitumia no. kutengeneza kitambaa yeah. tutatengeneza kitambaa lakini kwa sasa hivi wacha kwenda tunatafuta cha kuongezea hapa, ambapo ni hapa, urefu unaishia maeneo haya. Kwa hiyo tutakwenda kukata hapa kwa hiyo kihiki na hiki hapa tutatengeneza kofia kwa hiki tuta badaya. Badaya hapa. Kwa hiyo moja tukiweke pembeni hiki kitatusaidia baadaye. Baada ya hapo, tutakwenda kutengeneza mkono, tutaangalia kitamba kitu ambacho kimebaki, tuweze kujua ni mkono gani ambao unaweza kutuchia. Kwa hiyo tutakunja mara mbili namna hii. Baada ya kukunja mara mbili

Samala mkono tutaamana ya namna hii, lakini hapa ndo kipimo chote kilipo. Kwa hiyo kwa sababu kiko hapo, tutakwenda kutengeneza duara. Unaenda ukaitengeneza duara yako, akuangalia hapa, kumi na moja, kumi na moja, kumi na moja, kiko hapo kama unafana kabisa moja na nusu hapa na moja na nusu itatengeneza kiduara ambacho sisi kupata. Tutapata hapa ni katikati ya m <tuh> maliza kukata.